Kwa nini Wakristo wa Orthodox wanasherehekea krisimasi tarehe 7 Januari. Watu wengi hudhani Wakristo wa, wa Orthodox wanachelewa kusherehekea krisimasi, lakini ukweli ni huu: hawajachelewa, wanatumia kalenda tofauti. Wakristo wengi wa Orthodox bado hufuata kalenda ya Julian, kalenda ya zamani sana, ilianzishwa na Julius Caesar mwaka wa 45 kabla ya Kristo. Tatizo ni kwamba kalenda hii ilikuwa na makosa mengi ya kihesabu, ambayo yaliifanya isogee polepole nje ya mpangilio wa majira ya asili. Mwaka moja, atano, papa wa 1582, Papa Gregory wa 13 akaanzisha kalenda ya Gregorian ambayo ndiyo kalenda tunayotumia leo. Kalenda hii ilirekebisha makosa ya Julian kwa kuruka siku chache na kuboresha hesabu ya miaka mirefu, yani leap years. Lakini hapo ndipo mambo yalipobadilika. Makanisa mengi ya Eastern Orthodox yalichagua kubaki na kalenda ya Julian kwa sababu za kitamaduni, kidini na kihistoria. Na matokeo yake yakawa leo, kalenda ya Julian ina siku 13 nyuma ya kalenda ya Gregorian tunayotumia. Kwa hiyo, Desemba 25 kwenye kalenda ya Julian ni Januari 7 kwenye kalenda ya Gregorian Gregorian. Hivyo, Wakristo wa Christua Orthodox wanasherehekea Krismasi Desemba 25 yao, ambayo kwa sisi tunaotumia kalenda ya kisasa huonekana kama Januari 7. Sio Krismasi ya pili, siyo kuchelewa, ni kalenda tofauti tu. Mimi ni Alan Otungu, asante kwa kutazama.